Uh, jambo jambo Wakongomani ote nawasalimu katika jina la Yesu Kristu mwana Nazareti. Uh, ni mimi kiongozi Makana kika Simbira John ndio nawasalimia leo. Tuko mwezi wa kumi na mbili siku mbili, na leo tuko siku ya pili. Uh, mesaji napenda kuambia wa kongomani wakongomani ote uh, zaidi muji wa Uvira uh, na wazalendo ote uh, na wakongomani ote na jeshi lote la FRDC dc uh, napenda kuwapatia mesaje. Yaani kuko vitu vyenye vinachanganya watu, kama watu wanajiita ni wanaume awastahili kuwa na jijere kama watoto, na kama sisi wazalendo tunaendelea na kuzarauliwa wala tunaendelea na kusemewa vibaya, ni kukosa hekima. Hatuna hekima, tunapenda kusemana vibaya sana. Kila kitu kyote ni kibaya, kila mutu yoyote ni mubaya, kila seigneur de guerre yote ni mubaya. Sasa kama kila mutu yote anageoka mubaya, sina wewe, utajichukia we peke kama unaendelea kusema bongo kwa ajili ya mwingine kwa ajili yangu Makanaki, kwa ajili ya mwingine kiongozi au wa mzalendo au wa FRDC, uendele na kusema bongo zaidi, mwisho na we utajisemea we peke bongo. Sasa huyu mutu anatafuta nini? Anajisemea ye peke bongo. Sasa kitu napenda kuwambia ndio General Chivire depow alifikia pa Uvira akatali kupokea wazalendo, hapana. Komanda regio mwene kwa pa Uvira akatali kupokea wazalendo, awe musazi anajiita tu muzalendo, atamupokea amusikilize tu. Leo vita hii na vita iko leo tu, vita iko kila siku. Na hii vita hapa, banyangaragata yene banakuya twataki hapa Kamanyola, eske general Chiviri wala commandant region wala mwingine kiongozi wa mzalendo yoyote, eske alikatala tusipigane vita hapana? Vita ilifanyika na akafanya kenye atafanya, akawapatia kuraje ya kazi. Hata mutu ni mubaya ameona, mukumbuka kwanza kukitu kidogo, kiongozi chivile akusema mzalendo asipigane. Kiongozi chivile haiko, ndo alikiabomwawa kundi ya wazalendo, wala komanda rejo Hapana, hapana, akunyanganya silaha ya, ya, ya, ya mzalendo yoyote hapana. Kama mimi Makanaki nafanya makosa, wanapasha niambia, hapana Makanaki ulifanya makosa, aiko kusema unash unashauria Makanaki wala inaeta Makanaki fanye hivi, inakuwa semeo mutu fulani ni mubai, hapana lewe na kwao alikatala, musipigani hapana, sio vile, sivile. Kukiata kataleo wazalendo wasifanye kazi yao, haiko yeye ndo alivalikrite, haiko yeye ndo alivapangia musipigani. Mnakuwa mnatosha marezo, mkuma habari ya marezo, socio yene aina kichwa na migulu. Mii makarakini kwa hapa kuplan, Alexi ko hapa, na vingine wa viongozi wote biko hapa waviongozi wote wazalendo biko hapa muplen biko wanafanya kazi yene, yene i, ilituma banakamata silaha, hakuna mwene anakatala, basi pigane, lakini nakuwa kusema o general civire alikatala msipigane hapana, hiyo pepo.